Wananchi wana ngoma zao zile za kienyeji, ndio zizompandisha Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba nampenda, ni mtu mwema mwenye kusikiliza matatizo ya watu. katika mashamba ya alizeti mahindi na vitunguu. Daily News Digital imekita kambi katika kijiji cha Misigiri ndani ya wilaya ya Iramba kuletea makala maalumu kumuhusu mwanamwema wa Singida, mtoto wa mfugaji, mtumishi wa WanaIramba Magharibi na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni dr Mwigulu Lameck Nchemba safari yako kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa mm. Tunaelekea Iramba so. Jina anaitwa Saif Takaza, ni mkazi wa Kiomboi. Nimefika Kiomboi karibu miaka 45 iliyopita, ikiwa kijana mdogo. Apita wabunge kadhaa kipindi hicho mbunge alikuwa alikuwa na dhaila kiula tokafika so, wengine kina huyo mwenyekiti wa CCM aliondoka pamoja na shango, lakini tukapata bahati, kijana mmoja alikuwa anaitwa Mwigulu Lameck Nchemba. Kwa mara ya kwanza alikuja Kiomboi akiomba kura kwa wananchi sisi kama mimi nikiwa kama mwanahabari kipindi niliweza kuandika habari zake zote, na alionyesha kuwapenda wananchi wake wa wilaya ya Iramba. Mimi namkubali, au sisi watu wa Iramba tunamkubali. Ana uwezo mkubwa, ana mapenzi na wananchi wake, tena hupenda sana kuzungumza lugha aliyozaliwa nayo. Mi naitwa Samweli, leo ni fundi wa magari pamoja na trekta. Cha kwanza tumefurahi, cha pili Iramba imejulikana, alafu cha tatu sasa ajaribu basi kumalizia zile ahadi zake alizokuwa me, ameziahidi, eli anapambana alipoikuta Iramba na sasa hivi yani, alipoanzia kuchukua mpaka sasa hivi yani, kapambana sana, ashafanya mambo makubwa tu, naona mabarabara yani, kuna barabara ambazo zilikuwa hazipitiki, lakini sasa hivi zinapitika, na madaraja kaunganisha vijiji kaunganisha wilaya kwa wilaya. Hapa sasa ni wapi? wananchi wana ngoma zao wa zile za kienyeji, ndizo zilizompandisha Mwigulu Nchemba na yeye anazijua zile nyimbo, na kila mara akifika katika hadhara huwa anaziimba. Tumefurahi sana wanaIramba. Pia ni kiongozi ambaye anaishi kwa maisha ana anajilinganisha na wananchi wa hali ya chini hata ukimkuta kama umjui, huwezi kuelewa kwamba ni mheshimiwa. Analea watoto wanaoishi mazingira magumu, anawasomesha. Tumeona akiwachukua ndugu zetu huku huku Iramba, anaenda anaishi nao kama watoto walikuwa kuzaliwa baie. Na yeye nampongeza sana mheshimiwa Mwigulu kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi hiki Unamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kufanya kazi hiyo kwa uaminifu. Jina langu naitwa Ruben Daudi Jilichemba, nampenda, ni mtu mwema, mwenye kusikiliza matatizo ya watu. Tunampenda sana, na pia tunamwombea Mungu aendelee kumtunza na kumrehemu, ampe hekima ya uongozi wake katika uongozi wake huu aliyepewa na, na mheshimiwa rais.